Ha, hivi huwa unajisikiaje pale uko na kwaya yako, kikundi chako, au we mwimbaji, halafu mko mbele ya watu, mko mkusanyiko wa kwaya nyingi sana, halafu aidha mhubiri au mtu fulani anapata nafasi ya kuzungumza pale mbele, halafu anawasifia sana, aidha kwaya yako au wewe binafsi au kikundi chako cha uimbaji, anawasifia sana. Lakini wakati anawasifia, kumbuka kuna waimbaji wengine ambao mmealikwa nao, huwa unajisikiaje? Najua huwa unajisikia vizuri sana, namna ambavyo anasema ais, kikundi fulani, kwaya fulani, naimba vizuri sana, mmetisha sana, mnafanya vizuri, unajisikia vizuri. Kumbuka lakini wakati wanafanya hivyo kuna wanakwaya wengine pia ambao wanafanya huduma kama hiyo. Lakini swali la pili, wewe unajisikiaje pale ambapo katika muktadha huo huo, wenzio wakiwa wameketi kwaya nyingine vikundi halafu kinasifiwa kikundi kingine au kwaya nyingine? au mtu mwingine, lakini kumbuka na we unafanya kitu hicho hicho. Lakini mhubiri au mtu fulani anasema ah, nimebarikiwa sana na kikundi fulani au kwaya fulani ambayo wewe hauimbi, wewe unajisikiaje? Moyo nauma, eh, najisikia hali fulani hivi. Wengi yawezekana huwa tunajisikia hivyo. Hilo ni pambano. Kama ulijisikia vizuri wakati uliposifiwa wewe katikati ya wenzako, huna budi kufurahia wanaposifiwa wengine nawe ukiwepo. Inawezekana ikawa ngumu, na hii ni vita kubwa ambayo waimbaji, waimbaji binafsi, kwaya na vikundi tunaipitia. Sikiliza, ni lazima uishinde ili upige hatua nyingine. Furahia wengine wanapopongezwa mbele yako, furahia wengine wanapofanya vizuri mbele yako na kutambuliwa, kama ambavyo ulifurahi ulipotambuliwa. Pambana, omba. Furahia mafanikio ya wengine. Hey, Amen.